Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, karibu sana katika chaneli yako ya Nurdin Media. Kwanza kabisa na kushukuru wewe uliekwisha subscribe chaneli hii lakini kama ni mara yako ya kwanza kukutana nasi, tafadhali bonyeza kitufe cha subscribe kilichopo chini ya video hii upande wa kulia. Baada ya hapo, usisahau kuwasha alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazokuwa tunakuletea. Nurdin Media ni channel maalum inayokuletea Qur'ani, dua na mawaidha yenye kukugusa moyo na kukupa mwongozo wa maisha Kwa hiyo ukisha subscribe na kuwasha kengele, hakika utakuwa wa kwanza kupata taarifa za kila video mpya tutakazoposti. Asante kwa kuwa sehemu ya safari hii ya kheri. Karibu Nurdin Media, kambi yako ya kujifunza na kuimarisha imani. Bismillahir Rahmanir Rahim Leo nitakuletea dua adhimu, dua kubwa ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, dua yenye siri kubwa na nguvu iliyofichwa, inaweza kubadilisha maisha yako. Wengi wetu tunapambana na matatizo ya riziki, huzuni na changamoto za kila siku, lakini katika dunia hii kuna suluhisho na faraja katika dua. Nita kueleza faida ya dua hii na jinsi ya kuisoma dua hii. Kwa hivyo hebu tusikilize kwa pamoja na tuweze kujifunza inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, kama unavyoona dua yenyewe ni hii hapa, ipo kwa maandishi ya Kiarabu. E, nitaisoma kidogo hapa halafu nikwambie maana yake. Utasema, Allahumma makini fidini wawasia alayya fi riski wabariki fimaataitani. Dua ni fupi sana, ni dua fupi lakini yenye uzito wake. Sasa nahitaji nikueleze e, faida kubwa, alafu dheni nikuonyeshe jinsi ya kuweza kuitumia dua hiyo katika utafutaji wako e, wa riski moja ya faida katika dua hii e, kwanza kabisa inakupa nguvu katika dini, unakuwa na imani imara, moyo haudanganywi kwa haramu na unakuwa na utulivu wa kiroho. Lakini mbili, unapata riski, yani mlango wa riski na biashara zako na riski halali hufunguliwa, yani huongezwa lakini pia faida ya tatu eh, unapata baraka katika mali na maisha. Hata kidogo ulichonacho basi, eh, utakuwa na utulivu katika moyo, yani kile kidogo ulichonacho unakuwa na utulivu, kwa sababu unaweza ukawa na umemiliki vitu vingi, umemiliki vitu ambavyo eh, moyo wako unakuwa na wasiwasi kwa hiyo dua hii itakupa nguvu ya kuweza kukuwa na amani ya kile ulichokuwa nacho, kiwe ni kingi, kiwe ni kidogo, utakuwa na amani na utulivu. Lakini pia faida nyingine ya nne e, inaondoa huzuni na wasiwasi wasi. mtu anahisi amani ya ndani yani, inakuondolea ule wasiwasi, kwa sababu mtu yoyote anapokuwa anamiliki iwe ni mali ya vitu anakuwa na wasiwasi ndani ya moyo wake kwamba na muda wote naweza nikaibiwa, naweza nikavamiwa. Kwa hivyo unapokuwa unaitumia dua hii inakuondolea kabisa wasiwasi, sawa? Inakuondolea wasiwasi, unakuwa na amani ndani ya moyo wako. Lakini jambo lingine la tano, dua hii e, inakutenganisha ina na haramu moyo unakuwa na kinga dhidi ya njia zisizoruhusiwa. Unapokuwa unasoma dua hii, Mwenyezi Mungu anakutenganisha na haramu, moyo unakuwa na kinga dhidi ya njia zisizoruhusiwa. Kwa hiyo hizi ni faida chache ambazo e, nimekuelezea hapa, lakini pia e, sasa naomba nikuonyeshe, nikuelezee ni jinsi ambavyo unaweza ukaitumia dua hii katika maisha yako yote. Ni njia tatu tu za kuweza kuitumia dua hii ambazo utakuwa ukikaa na kuomba. E, moja ya njia hizo, dua hii inatakiwa uwe ukiisoma baada ya swala ya alfajiri na jioni, yaani wakati uli wa asubuhi na jioni, uwe ukiisoma dua hii hiyo ni njia ya kwanza ya kuweza kuitumia, eh, dua hii. Lakini pia njia nyingine ni kuirudia angalau mara tatu kwa kila siku, yaani unapokuwa umepata fursa ya utulivu, umekaa umetulia, soma dua hii lakini pia unaweza kuirudia zaidi ukiwa na ikhlas, yani hakikisha unakuwa na ikhlas yani, na ile imani ya kusema kwamba hapa yeah, nipo nasoma, au ndiye atakayenijibu. Lakini pia e, uwe una, una utulivu wa kuzingatia maana na kuwa na yakini kuwa Allah anajibu dua yako. Yaani unapokuwa unasoma dua hii hakikisha unakuwa na imani na unafahamu maana kwamba Allah subhanahu wataala yeye ndiye atakenijibu dua yangu. Yaani usiwe na wasiwasi wasi, kuwa na yakini kuwa Allah yeye ndiye atakeefanyeje atakee kujibu dua yako. Kwa hivyo ndugu yangu hakikisha eh, kila baada ya swala ya alfajiri uanze siku yako kwa dua hii. Hakika Allah subhanahu wataala atakuonyesha jinsi ambavyo yeye anavyotoa riski kwa wepesi kabisa. Kwa hivyo mtu anaweza pia kuisoma anapokuwa katika changamoto za kifedha, anapokata tamaa, au kabla ya kufanya maamuzi makubwa katika maisha, soma dua hii. Hakika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuonyesha maajabu makubwa sana. Kwa hivyo eh, hizo ni ni hiyo hiyo ni njia ya kuweza kui kuisoma dua hiyo lakini pia ndugu yangu katika imani e, usikate tamaa dua hii ni silaha ya muumini dua ni silaha ya muumini na mtume muhammadi sallallahu alaihi wasallam amesema kwamba aduau huwa liibada kuwa dua ni ibada kwa hivyo hakikisha dua hii unajifunza na unaikariri kwa hivyo, nitakupa maana ya dua hiyo. Dua hiyo kama unavyoona hapa e, maanake ni kwamba ewe Mwenyezi Mungu, nitilie nguvu katika dini, nifungulie upana katika riziki yangu, na unibarikie katika yale yalionemesha kwangu, katika yale ulioninemesha kwangu. Ndugu yangu hii hapa ni maana ya dua hii, lakini pia e, nita nitairudia dua hii mara kwa mara e, mwishoni mwa video hii, ili uweze ku- kuikariri na kuisoma dua hii. Kama umependa somo hili ndugu yangu, usisahau kusambaza, ili na wengine wafaidike.